Fatuma karibu. Asante. Mhm, mm, umetusikia wapi? Umetokea wapi? Mimi nimetokea Kondoa. Eh. Sikia nilikuwa na kana mamdogo. Kwa harani. Okay. Eh. Uh -huh. Sikia tulikuwa na kana mamdogo nilikuwa nachezea simu, nikaingia Instagram. Eh. Uh -huh. Nika uh -huh. Nika na nikawaona. Eh. Nikamwambia mamdogo, "Wee dada, naomba nisikilize wee dada alikuwa anasemaje?" Mhm. Na mamdogo akasema, "Nilikuwa naongelea kuhusu kazi, yaani wadada wa center." Mhm. Uh -huh. Waoe, huku tumeona mamkubwa, huku tumemwona mamdogo. Mamdogo akasema, wakasema atakupeleka wao. Wow. kwa hiyo kwake umekaa muda gani? Kwake nimekaa kama wiki moja tu. Ay, jamani huyo mamdogo naye ana roho yake nzuri, kwa hiyo hakutaka kukungang'ania Ndia. Oh wao wow. Hao ndio wamama ambao yani na nawazungumzia wenye roho nzuri, wenye hofu ya Mungu, wanaojua watoto wa watu nao wanatakiwa kujipanga kujijenga kimaisha. Kwa hiyo yeye ndio akakuleta hapa au, alitupigia simu, aliulizia taratibu zetu? Ndiye aliyopigia simu lakini aliyonileta hapa. Kuna bibi nilikuwa nakaa naye pale pale kwa mwanadamu. Okay. Ndio aliyonileta hapa. Kwa hiyo taratibu zetu anazifahamu ali- anazijua eh? E, e. Kwa hiyo aje aongee e, nao kabisa, lakini wafate utaratibu zetu kama ulivyosema, ukutaka kwenda mtaani kwa madalali wa mtaani, ukataka kuja huku kwetu eh? Lakini huku si umeona tuna utaratibu ambao tumeuweka eh? Mm -hmm. Ambao utaturahisishia maisha wote bosi wako, a, sisi kama kituo wewe kama dada yaani, tukifata zile taratibu hakuna mtu ambaye ataumia, hakuna mtu ambaye atapata usumbufu wa aina yoyote. Changamoto zikitokea, tutazifanyia kazi tuzitatue, si ndio eh? e, tusichokitaka ni yale mambo ya uswahili uswahili. Kwanza watu wanakuwa hawafanyi majukumu yao vizuri, wakirekebishwa wanakasirika, wanasusa, wanaondoka kienyeji. Hayo mambo sisi huku kwetu hatutaki kama tunataka mabosi watulipe vizuri, basi na sisi tujitahidi kujifunza tabia nzuri, namna ya kuishi na watu, namna ya kufanya nao kazi vizuri. Kama tunavyosema sisi, tunachotaka ni kupata hela kutoka kwa mabosi, lakini lazima tuwafurahishe kwa kuwafanyia kazi vizuri, na pale ambapo hujui unamuomba akuelekeze. Sijui tunaelewana eh? Ehe, kwa hiyo sisi tuko tayari kumpokea mtu yoyote ambaye atafanya kazi na sisi kwa utaratibu maalum. Eh, utaratibu maalum. Yaani hapa lazima tuende na utaratibu. Kwa hiyo hata hao rafiki zako wakielewa utaratibu wetu wakaridhia kufanya kazi na sisi, hatuna shida mm. Kwa hiyo we una malengo gani, Fatma? Malengo mm. gani? Nikipata hela nikaanzisha hotel mm -hmm. nika, eh. mm. Eh, unaanzisha kupika vizuri mm na nimependa umetaja neno kubwa, unaanzisha hoteli. Ujasema mamalishe wala mgahawa, umesema hoteli. Sawa, ni vizuri, kwa sababu hata wanasema mbuyu ulianza kama nini? Kama mchicha. E, kwa hiyo kwa kwa kichwani kwako, picha yako ni hoteli, lakini hata kama utaanza na mgahawa sawa, unapika, watu wanakuja wanakula. Baadaye, watu wote waliofanikiwa duniani hawakuanza tu na mahoteli makubwa, wanaanzaga sehemu ndogo, baadaye inaenda ikikua. Kwa hiyo wewe unapenda kupika? Ndio, napenda. Na unajua kupika? Najua. Unajua mm. Ehe. Kwa hiyo tu utatupikia nini, chapati? Unajua kupika? Najua. Laini najua. Unajua vizuri kabisa? Okay, na vyakula vingine biriani? Biriani najua kupika, lakini eh, ila rosti yake bado sijaikaribu. Sasa, rosti ndio biriani, shoga yangu. Wewe unataka utupikie ule, ule wali wa rangi? Ah, biriani ni nini? Rosti. Upo? Kwa hiyo kama kuna kitu unatakiwa ukazanie kukijua ni lile rosti lake la biriani. Ukilimasta lile unasema najua kupika biriani kwa, kwa ujasiri si unaelewa eh? Mm -hmm. Lakini ule wa maua ma, ma, wa rangi rangi ile sio biriani kwa hiyo, eh? <laughs> Eh, madam nani anajua kupika vizuri sana? Madam Love. Kwa hiyo ngoja tuone kama hivi kwenye kwani kwenye, kwenye futari watu wanakulaga biriani sio eh? ni wakati wa kufungulia eh? yaani wakati wa kufungulia zile mfungo ukiisha kwenye zile sikukuu ndio watu wanapika mapilau mabiriani, si ndio eh? Mm. anyway, lakini ngoja tutaangalia, kwa sababu pia tunataka kufanya madarasa ya ya online, si mna smartphone jamani? Mm. ukipata mshahara wako nunua smartphone, lakini smartphone yako iwe ni shule kwako isiwe ni ni, eh, kwa sababu wengine smartphone zinageuka kuwa kama nini naweza kusema yani, mda wote anaperuzi umbea, inakuwa kama mkosi, sijui. Naelewa, eh? Okay. Kwa, kwa sababu sisi tunaanzisha madarasa aa, unaweza ukiwa kazini ukajifunza kutengeneza biriani madam, lafu anajua biriani moja la hatari, sijawahi kuliona hiyo. Kwa hiyo tunaweza tukawafundisha kupitia WhatsApp, sawa. Kwa hiyo kama huna smartphone, ukipata mshahara wako weka malengo ya kununua hiyo simu ambayo unaweza kuwa na WhatsApp, ili madarasa tunayoendelea nayo na wewe unaendelea kujiboresha tulikuwa na dada nani, nafikiri mnamkumbuka Grace. Kuna dada mmoja anaitwa Grace, na yeye alikuwaga hapa kama smart dada, lakini kupitia online amesoma na amepata cheti cha hotel management na amekuja hapa sasa kama professional, na ni dada kweli anajua kazi, lakini dada anayependa sana kujifunza. Kwa hiyo hata mimi naingia kwenye mitandao sana, lakini siendi kuangalia, sio nani kaachwa na nikapigwa na nikasemwa na nika, pigwa, na nika, semwa, na nika... sifuatilie hivyo vitu kwa sababu havinisaidii. Mimi nafuatilia vitu vya maana vinavyonijenga. Vitu vingi ninavyovijua nimevisoma online, umeona, najitahidi na kuvifanyia kazi. Kwa hiyo wewe kama una smartphone, usifuatilie umbea. Yani umbea ni umaskini. Fuatilia, si maisha ya watu ambayo hayakuhusu, ni umaskini. Wewe fuatilia vitu vya kukujenga, kama sasa hivi unaweza kufuatilia jinsi ya kufanya usafi labda jinsi ya kupika kitu fulani, jinsi ya kupika kitu fulani umeelewa? Unaongeza ujuzi na wewe unaendelea, una practice baadaye, unashangaa unajikuta unajua kufanya vitu vingi, hasa nyinyi ambao mna ndoto za kuanzisha biashara za hoteli na biashara zingine zote. Kila biashara unaotaka kufanya iko mtandaoni. Ishu ni kwamba unatumiaje mtandao? Ukiutumia kutafuta umbea, kufuatilia eh, Madam Joyce kaweka kucha gani? Kucha zangu zitakusaidia nini? <laughs> Eh, itakusaidiaje? Kaweka kucha ndefu kiasi gani? Sasa hivi si ndefu sana hizi, sijui hizi fupi. Aya, ah, lakini wewe zinakusaidiaje? Lakini ukisema Madam Joyce ka posti nini, utakutana na kitu cha maana, kwa sababu utakutana na semina kama hizi si ndio? Utakutana na wenzako ambao wanaongelea shuhuda zao. Dada Joisi pale anasema jinsi ambavyo alikuwa traditional, sasa hivi ikaja kama professional. Hujahamasika na wewe? Si unaweza ukaamua kuchukua hatua ukajiboresha? Kwa hiyo hivyo ndio vitu vya kufuatilia. Usije kuniangalia si nimevaaje, nimeweka wigi, nimeweka kipara, nimeweka rangi, nimeweka kucha, havikusaidii. Fuatilia naongelea nini, kwa sababu hivyo ninavyoviongelea ndio vya kukusaidia kubadilishia maisha yako. Kwanza tu nikikwambia mimi nilikuwa dada wa kazi, na sasa hivi mimi ni mjasiriamali, ni mkurugenzi na ofisi yangu na shughuli zangu, na nyinyi wenyewe mnaniona, si ndio? mm-hmm. si unatamani na wewe siku moja ufike hivyo. hivyo ndio vitu vya kufuatilia. Yaani unaponiangalia uone dada aliyetoka sifuri huko chini kwenye udada wa kazi, tena ule wa kizamani, na sasa hivi amejijenga, yuko zake, anaishi maisha yake. Hicho ndio kitu cha kufuatilia, lakini usije ukaanza kunikagua, sijui nina shepu gani, sijui itakusaidiaje shepu yangu eh, si ndio? Shepu yangu itakusaidiaje? Niwe naenda mbele narudi nyuma naenda upande, haikusaidii. Kwa hiyo ninachopenda kuwafundisheni, fuatilieni vitu vya maana. Vitu vya maana ni vile ambavyo vinalenga kuboresha maisha yako. Sawa, yeah. Haya basi, mi nawakaribisha, nawatakia kila la heri kwenye kazi, majukumu yenu. Najua mtapangiwa kazi muda wote wowote, of course, kila mtu ataondoka kwa wakati wake, kwa sababu ampangiwi kwa siku moja, nategemea na mabosi walivyooda na majukumu yao. Sawa, kikubwa tu cha kujua mnapokuwa hapa kituoni, mko shuleni tuko pamoja eh? Mmetoka huko kweli, mmekuja na tabia zenu tofauti tofauti, labda za kukaa sana kwenye simu. Basi hapa tutakunyoosha, na usipotaka kunyooka tunakutoa kwenye mradi, kwa sababu utaenda kuleta changamoto kwa bosi. Sawa, eh? Msipende kukaa sana kwenye simu na muda ambao unakaa kwenye simu, naenda kaangalia vitu vya maana. Wakati wenzako wanafanya kazi, usikae pembeni, unawashangaa unawaangalia. Usiwe ni mtu wa kuzunguka huko nyuma, unaenda kujificha kwa sababu unakwepa kazi. Yaani hizo zote ni max tunaangalia. Je, huyu dada anafaa? Tunaangalia. Usifikiri kwamba mnakaa tu bure bure. Tunaangalia. Tunachukua max zenu. Huyu atamfaa bosi gani? Huyu ni mchapakazi au ni mvivu? Anategea tegea, si ndio? Eh? Ehe, na wale ambao mnapewa feedback ya muonekano na nini, si mnajua jamani ya sio kwa ubaya, ni kwa ajili ya kuwasaidieni, kwa, kwa sababu kuna mabosi akija tu akuangalia hivi anasema huyu ah, sio mfanyaji kazi sawa, eh? E, kwa hiyo ndio maana tuna mkija hapa tunawaambia, jamani, kuna vitu hivi havitakiwi. Hata mavazi tumeongelea hey, atu, ukiwa nyumbani kwako unaweza kuvaa chochote, mi naweza kuvaa chochote Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu mimi mi saa hivi niko kwenye dunia yangu, siendi nyumbani kwa mtu kumfanyia kazi au kumfanyaje, si ndio? Lakini wewe unaenda nyumbani kwa mtu, na pale nyumbani kwa mtu kuna utaratibu wao, na ni nyumba ya mtu ambayo ina baba mama watoto. Sasa utaenda kuvaa crop top chako umeacha tumbo wazi kweli, vichuchu viko huko uko vinaninginia ninginia, vinagongana gongana, hujavaa sidiria, hivyo hiyo ni heshima? Hapana. Ukiwa chumbani kwako, ukiwa ukiwa nyumbani kwako, sio chumbani kwako kwa bosi ah. Ukiwa kwako, na maanisha umeenda kupanga chumba chako wewe, hata ukitaka kuvaa bikini toka nayo nje, kwani ni nani anakuuliza? Si wewe mwenyewe umeamua? mm-hmm. Eh, lakini ukiwa kwa bosi wako, muda wote, mara zote, umeamka vaa nguo za kukustiri, vaa sibiria yako vizuri, usiache manyonyo yanagongana gongana. Sawa, we una maziwa madogo sawa, lakini usiache chuchu zina taka kutoboa nani nguo mara umetupia tupia madera kio, kienyeji, yenyeji, hizi, hapa kwetu hapana. Sawa eh? mm -hmm. Wengine hata nguo za ndani hawavai wanachezesha chezesha tu makalio yao huko kwenye nyumba za watu hapana. Si ndio jamani? Eh, why tunafanya hivi? Kwa sababu tunataka tutengeneze sura ya dada wa kazi za nyumbani wa levo ya juu, sio wale ambao walikuwa wamewazoea ambaye anajipigia kijora chake ndani, hajavaa nguo ndani, manyonyo yanaenda yana ndani. a a, si hatutaki, si tunataka dada yetu yuko smart, kama kama vile dada ambaye yuko ofisi yoyote ile, si tunaelewana? ukiwa mm -hmm. hivyo hata mara zote usijisahau, kwa sababu hiyo ndio inapandisha thamani yako. Thamani yako sio tu kwenye kufanya kazi, hata unavyoonekana. Umeona jana tulikuwa tunaongelea presentation ya chakula. Sasa presentation ya kwanza ni wewe, unaonekanaje kwenye kwa mabosi wako, lakini pia unatoa harufu zipi? Hapa si tuna sheria, tunasema uje na deodorant eh? mm-hmm. Msiziweke kwenye mabegi, deodorant zile zinatakiwa, unapooga paka ili unapopishana na wenzako watu wasizimie kwa ajili ya kikwapa. <laughs> <laughs> Na hiyo unaenda nayo hadi kazini. Ukifika kazini, hakikisha umeoga, umepaka deodorant yako, huna harufu zozote za ajabu, unachapa kazi yako Ikiisha usiseme ah, sasa hivi siko Wadada Center bwana wewe, deodorant sio mambo yangu. Hapana, utakuwa unarudi kwenye wale wa dada elfu thelathini. Yani unachosema pale, wewe ni dada usie, usie deserve hata kulipwa laki moja kwa harufu unazotoa, unavyovaa, unavyofanya sawa. Sisi vitu tunavyokuambia ufanye vinavyokuonyesha wewe ni dada unayestahili kulipwa zaidi ya laki na kuendelea, na ndio maana dada traditional tunamwambia weka malengo, uwe kama dada Joyce. Hapa alikuja dada wa laki moja, leo karudi dada wa laki tatu. Huyu huyu kwani ana maajabu gani? Sikafanyia tu kazi ushauri wetu tuliompa. mm -hmm. na yeye mwenyewe malengo aliyokuwa nayo. Kwa hiyo na nyie muwe hivyo sawa, jamani. mm -hmm. muda wangu nao utumia na nyinyi, yaani msifikiri unaenda bure, msipoenda kufanyia kazi yani ni Mungu atawalaani, si mnanielewa? Mm -hmm. Eh, kwa sababu hamjanilipa mwezi, kuwa na mmekaa hapa na mimi tu, muda wote nimekaa natumia maarifa yangu natumia nguvu yangu kuwaelewesha kuwafundisha vitu ambavyo hata wazazi wenu hawajawafundisha, wow. Eh, lakini mimi nawafundisha Mungu kanileta ka kwenu. Unafikiri nimeletwa tu hivi hivi? Hapana, kwa sababu Mungu anasema kabla hujazaliwa nilifanya nini kwa hiyo, Mungu alijua hii siku, muda huu, wakati huu, nyie wote tutakaa hapa na mimi na nitawafundisha vitu vizuri vitakavyowasaidia kuwapeleka kwenye ndoto zenu, si ndio? si ni mipango ya Mungu hiyo yeye, maana hapa tuongee mambo ya kishetani. Popote pale ambapo tunazungumzia mambo ya haki, mambo yanayompendeza Mungu, huyo ni Roho wa Mungu yuko hapo. Sasa uende ukayafanyie kazi, usipotaka kuyafanyia kazi na kuambia huendi popote. Tuko hapa. Uta, huendi popote. Yaani ukienda kufanya tofauti, hakuna mahali unaenda. Utagombana na bosi wako, utagombana na kila mtu. Kila utakapokuwa unaenda, utafikiria ni mikosi, utatafuta maji, utatafuta mafuta. Hakuna, ni wewe na matabia yako na kutokutaka kufuata utaratibu ambao ni wa haki na unaompendeza Mungu. Kitu kinachompendeza Mungu kinawapendeza binadamu. Sawa eh? Haya, ya kwangu ni hayo. Kazi njema.